Hapo zamani za kale, msituni palikuwa na wanyama wa kila aina. Miongoni mwao walikuwepo Sungura mwenye werevu wa hali ya juu na Nyani aliyekuwa mjanja lakini mvivu wa kufikiri. Siku moja, Sungura alikutana na Nyani akiwa ameketi juu ya mti mkubwa wa mwembe, akitafuna tende alizokuwa ameokota msituni. "Ndugu Nyani," Sungura akaanza kwa sauti ya upole, "Mbona kila siku unakaa hapa bila kufanya kazi yoyote?" Nyani akajibu huku akitabasamu, "Wewe sungura, kazi ni ya nani? maisha yanaweza kuwa rahisi tu ikiwa una akili ya kula bila kuhangaika." Sungura akatikisa kichwa. "Lazima nimfundishe somo huyu nyani mvivu," akasema kwa sauti, "Nina siri ya kupata chakula bila hata jasho, lakini ni kwa wenye akili pekee." Nyani akanyosha masikio yake kwa shauku. "Hebu nifundishe nami nitakupa tende hizi zote." Kisha akasema, "Basi kesho asubuhi nikuonyeshe njia ya utajiri wa haraka." Kesho yake Sungura alimpeleka Nyani kwenye mto mkubwa wenye maji safi. Akamwambia, chini ya mto huu kuna shamba la matunda ya dhahabu. Ukiweza kukaa kimya na kuzama ndani kwa dakika tatu, utapewa matunda hayo na Mungu wa maji. Nyani hakujiuliza mara mbili, akaingia ndani ya maji na kuanza kuzama. Mara akagundua kwamba amenaswa kwenye mto mkali. Alipiga kelele, Sungura umeniingiza kwenye mtego! Lakini Sungura alikuwa ashakaa pembeni akicheka huku akisema, mara nyingine mnyanja anapokosa akili huingia matatani. Kwa bahati nzuri, mamba mmoja aliyekuwa karibu alimsukuma Nyani hadi ufukweni. Nyani alipotoka akawa amejifunza somo: si kila njia ya mkato ni njia salama. Tangu siku hiyo, Nyani aliacha uvivu na akaanza kufanya kazi kwa bidii kama wanyama wengine wa msituni. Uvivu na tamaa ya njia rahisi vinaweza kukuingiza kwenye matatizo. Kazi na hekima ndizo silaha za mafanikio.